Tayari kwa upande wa muda imetimia saa sita kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka redio kwizera FM. Msomaji ni zawadi Bashemera na kwanza ni muhutasari wake. Baadhi ya wafanyabiashara wilayani Karagwe mkoani Kagera wamesema hali ya biashara kwa sasa sio nzuri ikilinganishwa na msimu wa sikukuu wa mwaka jana. Serikali kuanza ujenzi wa mtambo wa kuchenjua madini ya dhahabu katika eneo la Mwakitolio wilayani Shinyanga mkoani humo. Na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeombwa kuunga mkono mpango wa amani kwa taifa la Sudani. Habari kamili. Serikali kupitia shirika la madini la taifa STAMIKO imesema iko mbioni kuanza ujenzi wa mtambo wa serikali wa kuchenjua madini ya dhahabu katika eneo la wachimbaji wadogo la Mwakitorio lililopo wilayani Shinyanga mkoani humo. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika eneo la mgodi wa Mwakitorio namba tano, waziri wa madini Anthony Mavunde amesema ujenzi wa mtambo huo ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuimarisha na kusimamia shughuli za wachimbaji wadogo nchini mtambo huo utakuwa na uwezo wa kuchenjua kati ya tani mia moja hadi mia moja na ishirini za madini kwa siku na unatarajiwa kuhudumia wachimbaji wadogo zaidi ya elfu saba mia tisa na mgodi wa Mwakitoryo pamoja na migodi ya jirani. Mavunde amesema tayari serikali imeanza utekelezaji wa agizo hilo ambapo eneo la ujenzi limepatikana katika kijiji cha Mawemelu huku ujenzi ukitarajiwa kuanza hivi karibuni. Kwa upande wake mkurugenzi wa shirika la madini la taifa STAMICO Dr Venance mwase amesema kwa mwaka wa fedha wa 2025 2026 shirika hilo linatarajia kujenga mitambo mitatu ya uchenjwaji nchini. Miwili ya dhahabu itajengwa Mwakitoryo mkoani Shinyanga na Buhemba mkoani Mara. Karagwe. Baadhi ya wafanyabiashara wilayani Karagwe mkoani Kagera wamesema hali ya, ya biashara kwa sasa siyo nzuri ikilinganishwa na msimu wa sikukuu ya mwaka jana, hali ambayo imesababisha uchumi wao kushuka. Wamesema hayo wakati wakizungumza na Radio Kwizera, ambapo wamesema msimu wa sikukuu hulazimika kununua mzigo mkubwa ili kufanya biashara, lakini kwa mwaka huu hali imekuwa tofauti. Kazungu ni story, na Wilagie Kato wamesema msimu huu hakuna mzunguko wa fedha ambapo hali hiyo inawarudisha nyuma kiuchumi. Kwenye huu msimu wa sikukuu kwa kweli, kiujumla, kwenye biashara zetu haijawa vizuri. Sijajua changamoto ni nini, ni tofauti na miaka mingine mpaka sasa hivi. Na wewe unaona, bado siku tatu kukaribia sikukuu, lakini unaona ndani ya maduka yetu hapa hakuna watu wanaoingia na kutoka. Kwa hiyo inaimaanisha kwamba hali siyo nzuri kwa watu wetu. Biashara ni hamsini kwa hamsini kwa sasa hivi, angalau kidogo ina pick up kidogo, imedorora sana, ila kwenye hali ya kati na tatizo niseme, labda ni kwa sababu ya msimu, msimu walio wengi walitegemea Kilimo. Lakini kilimo asilimia kubwa sasa hivi jua limewaka na kujapata mazao. Kwa upande wake mkuu wa wilaya ya Karagwe Bwana Julius Laiza amewataka wananchi kusherekea sikukuu za Krismasi na mwaka mpya kwa amani na utulivu huku wakikumbuka kuweka akiba kwani mwezi wa kwanza walio wengi hutakiwa kupeleka watoto shule. Mwanza, Halmashauri ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza imetoa zawadi imetoa zawadi maalum za, za fedha kwa walimu wa shule za msingi waliofanya vizuri katika ufundishaji wa masomo ya Kiingereza na hisabati baada ya wanafunzi wao kufanya vizuri katika mitihani ya darasa la saba wilayani humo. Hatua hiyo imelenga kutoa motisha na kutambua mchango wa walimu hao katika kukuza na kuinua sekta ya elimu ndani ya wilaya ya Kwimba. Akizungumza wakati wa hafla ya utoaji wa zawadi hizo Mkuu wa wilaya ya Kwimba, Ngwilabuzu Ludigija, amesema serikali ya wilaya itaendelea kutoa zawadi hizo kila mwaka ili kuwahamasisha walimu kuongeza bidii katika ufundishaji na kuboresha matokeo ya elimu wilayani humo. Mimi ni waahidi kwenye hilo, na sisi tutawasaidia ili watoto wawe na mahudhurio mazuri shuleni ili jitihada zenu ambazo mmeshaamua kuzitoa Kwa kisha mnawasaidia watoto wa wilaya ya Kwimba na watoto hawa wa Kitanzania. Sisi tutapambana na hawa wazazi na wataenda kutusaidia kwa sababu tumekuwa tukifanya nao kazi kwa karibu sana. Kwa sababu walimu, mnaweza mkapandisha ufaulu mkajitoa, lakini watoto wakiwa na mahudhurio ambayo jareja inaweza ikarudisha nyuma jitihada zetu. Aidha, Ludigija ameongeza kuwa serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya elimu ikiwemo madarasa na vifaa vya kufundishia kwa lengo la kuongeza ufanisi katika ufundishaji na ujifunzaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. New York, waziri mkuu wa Sudani Kamil Idris amelitolea mwito baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuunga mkono mpango wa amani kwa taifa lake lililoharibiwa kwa vita. Akizungumza kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Idris amesema mpango wa usitishwaji vita unahitajika haraka iwezekanavyo chini ya usimamizi wa umoja huo, ule wa Afrika na jumuiya za nchi za Kiarabu. Amesisitiza mpango huo ni sharti uwalazimishe wanamgambo wa RSF kuondoka kwenye maeneo wanayoyashikilia na kisha kuruhusu kuundwa serikali ya mpito itakayoandaa uchaguzi huru nchini Sudani. Kwa zaidi ya miaka miwili sasa, jeshi la Sudani linapambana na vikosi vya wanamgambo wa RSF katika mzozo ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni kukimbia miji yao. Copenhagen, viongozi wa Denmark na wale wa kisiwa cha nchi hiyo kinachojitawala chenyewe cha Greenland. Wamesisitiza kuwa Marekani kamwe haitachukua Greenland na kuitaka Washington kuheshimu hadhi ya mipaka inayotambuliwa kimataifa. Kauli ya viongozi hao inafuatia hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kumteua mjumbe maalum wa Washington kwa ajili ya Greenland na kuendelea kushinikiza umuhimu wa Marekani kuchukua uthabiti wa kisiwa hicho cha Bahari ya Arctic. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen na mwenzake wa Greenland Jens Frederik Nielsen wamesema kwenye tamko la pamoja jana Jumatatu kuwa kisiwa hicho kamwe hakitokwenda mikononi mwa Marekani na kupuzilia mbali hoja ya Washington kuhusu swala la usalama. Trump amesema mara kadhaa kwamba angetamani Marekani inyakue kisiwa hicho kwa sababu za kiusalama. Matamshi ambayo mara zote yamezusha ukosoaji mkubwa kutoka Denmark iliyoko mshirika iliyo mshirika wa Washington. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhutasari wake. Baadhi ya wafanyabiashara wilayani Karagwe mkoani Kagera wamesema hali ya biashara kwa sasa siyo nzuri ikilinganishwa na msimu wa sikukuu kwa mwaka jana.